Maafisa wa usalama wanamtafuta mmiliki wa jumba la ghorofa tatu lililoporomoka eneo la Bonchari kaunti ya Kisii hapo jana na kuwaua watu watano. Kwa mujibu wa halmashauri ya ujenzi wa majumba NCA, mmiliki huyo alikaidi agizo la kutakiwa kusitisha ujenzi kwa sababu za kiusalama. Chrispine Otieno anaarifu zaidi huku mmoja wa manusura akisimulia alivyokwama kwenye vifusi vya jumba hilo kwa muda wa saa sita. Jared Nyakundi, kijana wa miaka 35 ana bahati kuwa hai. Kijana huyu ambaye kwa sasa amelazwa katika hospitali ya rufaa ya Kisii aliponea kwa tundu la sindano baada ya kuangukiwa na ghorofa tatu Jumapili eneo la Itierio. Kanda hii inaonyesha jinsi ambavyo maafisa wa kupambana na majanga na wahudumu wa afya walivyokuwa wakijaribu kuokoa maisha yake baada ya saa sita. Jared anasimulia jinsi mhandisi wa jengo hilo alivyoonya kuhusu kuwekwa kwa matofali juu ya ghorofa hiyo. Kuna mwenye alichenga hiyo nyumba akakucha akamwambia, mdosi usiweke hiyo msigo huko juu uko juu kuna mahali inatingika. Mzee akasema wacha tu waweke gari mbili uko juu. Alafu hiyo nyingine wapanga hapo chini. The one who is still in the ward has some broken limbs and some injuries on the spine. Our team of medical doctors are on, uh, trying to do further investigations. Hayo yanajiri huku maafisa wa usalama wakianzisha msako wa mmiliki wa jumba hili John Chore ambaye hajulikani aliko. Vile tungetoa um, ilani kwamba aweze kujitokeleza kwa authorities ili aweze kutusaidia, uh, katika uchunguzi wetu. Afisa mkuu wa halmashauri ya ujenzi wa majumba NCA mhandisi Mutinda Musau, kwa njia ya simu, amethibitisha kuzuia ujenzi wa jumba hilo kuendelea. Nam siku moja baada ya jumba kuporomoka katika eneo la Itierio, takriban watu watatu tayari wametibiwa kutoka hospitali hii ya rufaa ya Kisii na kuruhusiwa kurejea nyumbani, huku mmoja angali anatibiwa na madaktari. Familia za wale ambao wameathirika sasa zikitaka haki kutendeka kwa wale ambao waliangamia katika jumba hilo. Chrispine Otieno, runinga ya Citizen, katika hospitali ya rufaa ya Kisii.